SHA ingelikuwa mzuri, watu wa kwanza kwenda kwa SHA wangelikuwa wabunge. Kama wabunge wangetangulia waende kwa SHA, tungeamini kwamba SHA ni mzuri. Namba 2, wale viongozi wetu wanakaa Nairobi Secretary General na group yake, tunajua kwamba they are not being covered by SHA, they are being covered by Britam na insurance eh, companies wengine. Hata hivyo wametupeleka kule, lakini tunasema la mno. Tunatarajia kwamba SHA ikuwe implemented in a proper way correctly, ili walimu wasihangaike kwa matibabu vile tumekuwa tunahangaishwa na minetendi yangu ya kizungu, ya kwamba SHA ipanue, eh, huduma zake ili ili tukue na more of preventive treatment ment eh, watu wakienda annual checkups eh, watu wakaguliwe vizuri, ili tumekuwa na visa mingi sana, unapata mwalimu an, amesikianga pengine maumivu mahali akienda hospitali anaambiwa ako cancer stage 3. So ndio sababu mimi nasema kulingana na vile walimu wanasema kwa ground, wanasema eh, the four areas I have have mentioned, lakini mojawapo ni kwamba SHA iweze kupatia walimu huduma sa preventive health care. <coughs>